Naam, habari yako mfuatiliaji wa 360 on air. Aa, kama wewe ni shabiki wa tamthilia kali ya Kombolela ambayo imeweza kubeba uh, hisia za watu wengi sana hususan maisha ya chini, pia hata maisha ya hali ya juu, basi bwana mimi pia ni shabiki mkubwa wa Kombolela, huwa naimaliza siku yangu vizuri sana kwa kuangalia uh, tamthilia ya Kombolela. Basi bwana 360 on air uh, hapo jana uh, iliweza kusogea katika Uh, eneo ambalo wanafanyia hizo kazi zao au location ambayo ambapo uh, wanafanya kazi zao, na tumeweza kufurahi kwa namna moja ama nyingine kuweza kutokana na uh, ukiacha tu maisha halisi ambayo yanapatikana mule ndani ya Kombolela uh, ukiacha tu maisha ambayo ya, ku, ya kuigiza ambayo yanapatikana mule ndani ya Kombolela uh, pia tumeweza kukutana na uhalisia kabisa wa mwanadada Siwa uh, na mwanadada Mwadawa. Na wakiweza uh, kutufurahisha kwa namna moja ama nyingine tukaona uh, sio vizuri bwana, kuweza kubaki na uhondo huu peke yetu, basi tukasema acha tuwawasilishe kwa Watanzania wenzao wao pia waweze kucheka uh, jinsi ambavyo <laughs> Siwa na Mwadawa alikuwa anajitahidi kuweza kuzungumza lugha ya Kiingereza uh, kama jinsi ambavyo bosi wao uh, ana utaalamu mzuri sana wa kuweza kuzungumza Kiingereza. Basi bwana, ishu iko hivyo. Uh, na mimi hapa nina taarifa uh, nyingi tu kuhusiana na wao na pia nitaenda kuachia video hapo mbele, basi kitu cha kufanya ni kuweza kusubscribe channel yangu ya YouTube at 360 on Air, na ukifanya hivyo pia itakujia alama ya kengele, utaibonyeza na utakuwa wa kwanza kabisa kuweza kupata taarifa zote ambazo zinaendelea uh, ndani ya dunia kupitia hapa 360 on Air. Yes eh bana ni tamthilia ambayo imeweza kubeba hisia za watu wengi sana, uh, maisha ya chini mpaka maisha ya juu uh, kwa sababu ya ubunifu ambao umeweza kufanyika katika uandishi wa tamthilia hiyo, pia na watu ambao wameweza kupewa jukumu la kuweza kuyabeba hayo maudhui, na maanisha kasti zote au waigizaji kuweza kutendea haki nafasi zao. Kwa namna moja ama nyingine, Kombolela imekuwa the best uh, series katika ukanda huu wa Afrika Mashariki, na inaweza kufanya vizuri sana. uh, mwandishi wake ambaye ni Abdul Juma Usanga ana, anafanya vizuri sana katika sehemu ya kuweza kufanya Watanzania uh, na watu wote wa Afrika Mashariki ambao wanasikiliza lugha ya Kiswahili na kuzungumza, wana enjoy vilivyo. Basi bwana mule ndani uh, kuna madada ambao wameweza kujizolea umaarufu mkubwa sana kutokana na utashi wao au aina uh, yao ya uigizaji ambao uhusika uh, ambao umepewa mule ndani na kuweza kutendea haki vizuri, ikiwemo mwanadada Siwa au Amina Vikoba. Bwana huyu mwanadada ana historia nzuri kidogo uh, na pia ni dada yake na msanii wa muziki wa Singeli, uh, Dula Makabila. Bwana huyu mwanadada amekuwa na wakati mzuri tangu huko nyuma katika tamthilia ya mtaa um, wa Kazamoyo na mpaka leo tunamuona katika Kombolela season 1 season 2 akiwa anafanya vizuri sana. Yes, uh, basi bwana uh, watanzania wengi wanampenda sana sio yeye tu hata dada yake mwadawa na kama wewe ni mfuatiliaji mzuri wa tamthilia ya kombolela na imani uh, unawafahamu vizuri sana na kuweza kuenjoy utashi katika kazi zao basi leo tumeweza kutembelea katika location, uh, moja hivi ambayo walikuwa kwenye seti wakiwa wanatayarisha jambo kuhusiana na kutuburudisha sisi mashabiki zao kupitia tamthilia kali ya kombolela tumeweza kusogea hapo na tumeweza kuenjoy kwa kweli a, mambo ni mazuri sana na bosi wao wameweza kuzungumza kitu kuweza kuwataarifu wa Tanzania nini ambacho kinafuata kupitia Kombolela hii season 2. Yes, na hii phase 2 bwana, ina vitu vingi sana kama wewe ni mfuatiliaji i hope unaenjoy sana mara zote, kwa sababu mule ndani kuna vibe ya kutosha, kwa sababu kila a, watu ambao wameweza kupoa uhusika wanaotendea haki na kuweza kufanya vizuri pia, bila kusahau uh, tamf, uh, story pia ni kali, uh, ni kali mno. Location zimekaa sawa, zinabeba mazingira halisi yes uh, sehemu za watu wenye maisha ya chini, pia watu wenye maisha ya juu. Basi bwana, mambo yanakwenda sawa, na natumaini watu wengi sana wanamaliza siku yao uh, vizuri kwa kuweza kuangalia mchezo wa Kombolela. Basi bwana, tumeweza tumeweza kusogea hapo na tumeweza kufurahishwa pia na kustajabishwa kwamba uh, kumbe Amina Vikoba anajitahidi sana kuweza kuzungumza Kingereza. Alikuwa bosi wake anazungumza Kingereza na yeye alikuwa akifuatisha kwa namna moja ama nyingine, japokuwa dada yake <laughs> Mwadawa, yeye bado alikuwa kama anagagaza hivi, lakini ndo hivyo mdogo mdogo, mpaka mambo yanakwenda kukaa sawa wote. Natumaini watajua, kwa sababu ni swala tu la kujifunza. Basi bwana, mimi nime, nimeweza kuwa excited kwa kuweza kumsikia aa, Uh, nani Siwa akiwa anazungumza lugha ya Kiingereza, amejitahidi uh, bwana, kwa kweli, kwa sababu mimi huwa navutiwa sana na Siwa na dada yake Mwadawa. Kwa hiyo i hope hata wewe pia uta enjoy, na hapo mbele kuna video inafuata. uh, hope uh, it is good uh, it will be good, enjoy kwako wewe mtazamaji um, wa 360 on Air. Basi bwana, kwa hayo machache uh, nikaona ni burudani na wewe pia nikuage kwa kusema bye-bye. Usiache kufuatilia vipindi vyetu vya uh, hapa 360 on Air, vipindi vizuri vya burudani kabisa. Huyu ndo Abdul Abdul Saga mwenye Kombolela lake kama mnavyomuona, ana energy yuko sawa, ana vibe, very energetic very okay, energetic okay, fine <laughs> waambie tuzote wa Tanzania

Strange. Ah, uh, tuko kwenye Kombolela season 2 yeah. kwa maana ile phase mpya ya Kombolela, na tumekuja katika namna kubwa ya kiupekee ya kiutofauti. You might be wondering tunafanya nini hapa in the middle of nowhere yeah. at this time of the